Wako wapi wale viongozi? Simama, unaona? Ndo hayo hayo tunayosemelea. Chama kingine kinaitwa ka ku Kakuni, yuko wapi sasa? Nyinyi na nanii, leo utakuwa mfano, leo nitaondoka na nyinyi, kwa sababu huu hizi mbili, kuna mkulima kawasilisha kwenu tumbaku lakini mmeuza tumbaku yake na malipo ayapanya mama, ile anawalalamikieni, anasema analala njaa. Amekuja mpaka ofisini kwangu, nikatoa maelekezo mumdhamini aende dukani akakope hata unga ili aweze kuhudumia watoto wake. Ninyi mmemwambia sisi, maelekezo haya hatuna na kama kutakuwa na hilo jambo, nenda huko huko kwa mkuu wa wilaya wako. Sasa leo mmekuja wenyewe kwa mkuu wa wilaya inadokana, lazima muwe na kauli nzuri. Kwani kulikuwa kuna umuhimu wa kufanya hivi? Nyinyi mbona watu wa benki wanawakopesha, wanawadhamini? Nyinyi mbona mnadhaminiwa na benki, ambao nyinyi mko benki gani eh? wewe wee wanakuduawazamii lakini sio anakikopesha tana kwa nini pale Kaola kule? Pale kule makazi. Kwa nini kule makazi yose wenye kumdhamini mtu ambaye kaleta tumbaku na anadai? Kwa hiyo nyinyi nitaondoka na nini? Mpaka yule mama mkimlipa yake ndio mnatoka, hatuwezi kuwa na mambo ya hivi. Na kile chama saye popote wali waje mlipoti kesho kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya bao. Hatuwezi kuvumilia mambo ya namna hii. Tukiwaacha hivi mtaendelea kuwanyanyasa watu, na serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji watu wake waweze kupata huduma safi. Hatuwezi kupata huduma safi tukiwa na viongozi ambao hawana kauli nzuri kwa wananchi. Jambo jingine ni wakulima kutumia pembejeo ambazo ni sahihi. Anayesambaza pembejeo ni union, lakini tumbaku yetu imeenda kupimwa inaonekana na viuatilifu ambavyo sio vile ambavyo union anavisambaza. Kwa maana nyingine, tunatumia sumu nyingine kudhibiti wadudu kwenye tumbaku, lakini tunatumia mbolea nyingine. Kuna watu wanaweka mpaka urea kwenye tumbaku, wasi kwamba zile pembejeo ambazo zimeidhinishwa ukizitumia ndio utapata ile kemikali inayotakiwa kimataifa. Kwa hiyo ukienda tofauti zao letu la tumbaku litaonekana si bora, sio tuta bora, lakini nchi nzima e, wasipolipa makampuni wanatuathiri, kwa sababu kwanza unakuwa unawafanya kazi, lakini vile vile unatumia nguvu kazi za na familia ili ufanikishe, lakini huwezi kufanikisha kama hujalipwa kwa wakati, lakini tukilipwa na makampuni kwa wakati itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa kikao hichi cha leo achokesha mkuu wa wilaya, kinatupa matumaini na faraja, kwa sababu kuna baadhi ya kero ambazo wakulima tulikuwa nazo ni nyingi, anaanza kuzichukulia hatua, kwa maana hataki mkulima aweze kupoteza ma... malipo yake, haki zake, kwamba mkulima akiingia shambani, akifanya kazi, basi inapofika muda wa malipo yake, haki zake, basi mkulima azipate haki zake bila usumbufu wote na bila kona kona. Kwa hiyo sisi kama wakulima tunafarijika sana kwanza na kikao hichi. Tunaamini ameanza vizuri mkuu wetu wa wilaya vizuri, na tunaamini kwa mwenendo kama huu tutafika vizuri.